Hii uh, ni Aprili kumi na nane, hapa ni mkoani Simiu, mji wa Bariadi, ambapo kunafanyika bonanza ambayo umeshirikisha mikoa zaidi ya tano mpaka sita katika bonanza la Pasaka Day, ina mchezo inafanyika pa football na netball. lakini upande wangu wa kushoto niko na captain wa timu ya netball kutoka Biashara Veterans Yes, waambie Tanzania na hususani kwa upande wa Musoma na mkoa Mara kwa ujumla, nyie kama mpira wa netball kama kapteni wao mmejipanga vipi kuhakikisha mnafanya vizuri kwenye kuranza hili? Ah, uh, uh, tumejiandaa vizuri na ushindi ni kawaida. Mm, tuna mpinzani mmoja tu lakini kwa safari na yeye atakaa. Uh, wachezaji wako wako vizuri, wote wako timamu, fit, fitness wako vizuri. Tuko vizuri. Wana fitness inayatakaa wachezaiavizuia ushindi Zawadi yoyote iliyoandaliwa kwa ajili ya netball lazima tuichukue. Nikushukuru sana asante. Tunamaliza hivyo na captain wa biashara veterans kutoka mkoani Mara mjini Msoma, yeye anakwambia ushindi ni lazima na kombe inaenda mkoani Mara. Asanteni sana, asante.